kwa kuwalea maana kuna masumbufu mengi katika watoto wetu, lakini tunashukuru kwa kuwa mmewalea mpaka wamefike mahali hapo. Mstari kumi na nne mstari wa kumi na tatu <coughs> ambao mstari hii, falme Sulemani akuwa akisema kwamba mkamati sana elimu, simwache aende zake, mshike maana yeye ni mzima wako Mkamate sana elimu usimwache aende zake, mshike maana yeye ni uzima wako. Katika habari ya somo hili au katika kitabu hiki cha Mfalme Suleman aliona ya kwamba hakuna mahali pengine pa kukimilia, hakuna mahali pengine pa kuweza kushikilia. Ushike elimu umkamate, asije akaenda zake elimu. Watoto wetu ni kila kitu. Elimu ni kila kitu. Ukimshika elimu basi, maisha yenu yataendelea mbele, mkimshika elimu mjavungia kwamba hakika, katika safari yenu ya mitihani, katika safari yenu ya masomo Mungu atawatangulia

Shule yetu ina idadi ya wanafunzi Waislamu wengi, Wakristo ni wachache, lakini uchache huu hautokufanya kwamba hawa sisi tuwatenge Waislamu wajitenge. Hapana, sisi tunaishi jamii moja. Sababu na hilo, nichukua fursa hii ya kuwaambia kwamba kwanza waondoe hofu kwenye mitihani mitihani inayoanza Jumatatu, mitihani ya kawaida kama mitihani waliofanya mashuleni nayo na hiyo ni hiyo hiyo. Uhofu utakuja kwamba mtihani hujui utakujaje, maswali gani yatakuja kwenye mtihani, lakini haya yote yasiwatie, so, ya kwenye kwenye hofu mm-hmm, bali waendelee kuji kujiandaa, waendelee kumwomba Mungu kadiri ya uwezo wao na sisi tukijitahidi kuwaombea Mungu wafanikiwe katika masomo yao, lakini pia wakimaliza mitihani hapa, wataenda kwenye maisha ya jamii niungana na mwinjilisti. Katika jamii zetu kuna vishawishi vingi vinaweza kuwakwaza, kwa hiyo tunaomba watu tuvikiuke kwa sababu bado unaendelea na masomo yako, huwezi jua kesho utakuwa nani. Kuna maskari, kuna wanajeshi, kuna wabunge, kuna marais. Ni nyinyi mnaosoma leo, mwenye masikio. Masi, maana yaliyosemwa yote ni mazuri eh, ule mfano unawatoleaga darasani eh, fungua hii hii Bebe, uende navyo utakapoenda navyo ukaviishi. Tuna kila sababu za kukuinua na kukutukuza Mungu wetu. Asante mde na sau ufupi uliotupa kibali machoni kwako. Tazama, tunarudisha shukrani zetu za dhati mbele za uso wako tukisema, asante Mungu, hata mdasau, tunapoahirisha kipindi hiki au kipindi hiki yako ya baadaye yanayofuata, Mungu kazidi kuonekana, kazidi kututia nguvu na kazidi kuwatia walimu nguvu, ili Baba, yanayoendelea yakaweze kuendelea katika utukufu wako, katika jina la Yesu nikiomba na kuamini amen. Amen.